Asifiwe, asifiwe Mwokozi. Ni siku njema, siku ya kipekee ambayo Mungu ametukirimia tuweze kuwa mahali hapa katika kipindi cha uchambuzi wa maandiko hmm. Na kabla tuanze uchambuzi huu, naomba tupate ombi kutoka mwalimu aliye mkono wangu wa kushoto. Mwalimu, karibu kwa ombi. Tuamini, tuombe. Limidiwe jina lako kuu, mfalme wa falme. Ni siku nyingine njema umewadia sisi tulio mahala hapa tulitukuza neno lako kupitia maandiko yako matakatifu. Mfalme wetu tamalaki mahala hapa tunapoanza hata hapo tamatisha kipindi hiki, mfalme wetu, wacha mapenzi yako atendeke jinsi upendavyo, kwani tumeomba kwa jina la Yesu Mkombozi wetu, Amen. Amen. Asante kwa ombi mwalimu. Ili tuweze kuingia katika somo la siku ya leo, naomba tukawajue wanaotuongoza katika somo hili, nikimpatia mwalimu aliye mkono wangu wa kulia, tuambie majina yake kamili na wasalimu katika jina la Kristo. Amjambo, kwa majina ni David Mamboreo. Ningependa kuwakaribisha nyote katika kipindi hiki cha leo. Asante mwalimu. Aliye mkono wangu wa kushoto, karibu, tuambie majina yako ndipo tuendelee na kipindi. Asante na wasalimu. Amjambo, asijambo, nami ni Shem Dennis na wakaribisha nyote. Asante, asante. mwalimu Shem Dennis nami ninayeongea nanyi kwa majina ni Eva Wakua, karibuni kwa kipindi. Aa, kipindi hiki mtazamaji wangu na msikilizaji wangu unakipata kila siku ya Jumatano katika Mwanga wa Maandiko TV. Ninakukaribisha ukasubscribe na kukaribisha ushare na marafiki na wapendwa ambao ungeona ni vyema waweze kubarikiwa na kipindi hiki. Kwa hivyo tunakualika kwa njia ya kipekee ukaweze kufanya vile unapotutazama katika mitandao hiyo. Tunaenda kuangalia somo la leo ambalo ni somo katika Zaburi sehemu ya kwanza, na katika Zaburi hii tuko na fungu ambalo tumeweza kupewa ambalo tukilisoma linasema katika Ufunuo ni kumi na nne fungu lile la kwanza katika kunukuu ambako tumeandikiwa ni kwamba kisha nikaona, na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu mia na arobaini na nne elfu pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hilo ndilo fungu kuu la kutuongoza mara kukariri katika somo la leo ambayo ni Zaburi sehemu ya kwanza hmm. Katika utangulizi tu ambao tunaenda kuangalia ni kwamba mwana kondoo huyu ambaye amesimama na hawa wapendwa, mia moja arobaini na nne elfu, hawa ni wale waliokombolewa na damu ya mwana kondoo hmm. Na hawa ni wale ambao walitubu dhambi zao na wakasafishwa kutokana na uovu wao, ndiposa wakastahili kusimama katika mlima ule hmm. Na changamoto ni kwangu na kwako, ya kwamba ili sisi tukaweze kusimama pamoja na mwana kondoo hmm. Basi tunastahili tukaweze kukombolewa na tukaweze kusamehewa dhambi zetu, na tukaweze kupata ile haki ya Kristo, ndipo tusimame katika mlima huu wa Zayuni pamoja na mwana kondoo. jambo ambalo mimi na wewe tunahitajika tukaweze kulitenda ni tukaweze kuwa nuru ulimwengu na nuru hii itaangaza kupitia kumjua Yesu na kumruhusu akaweze kuwa yeye peke yake kiongozi wetu. Basi unapotazama katika mwana kondoo huyu ambaye amesimama na mia moja arobaini na nne elfu ndiye bado amebaki kuwa kuhani mkuu, kuhani wa kipekee ambaye anasimamia watu wa Mungu. Kila siku bado anatuombea akiwa ameketi katika, katika kiti, kiti cha enzi. Katika kile kiti cha enzi ambapo ni patakatifu mno, ni wale tu ambao wamepewa uweza na mamlaka kufanyika wana na binti za mfalme kupitia kumwamini Kristo. Unapomwamini Mungu unasamehewa dhambi, unaposamehewa dhambi unapewa haki ya kuitwa mwana, na unapokuwa mwana basi una haki ya kufanya nini? Ya kusimama, kusimama katika mahali palipo patakatifu ama katika mahali Kristo amesimama hmm. Na siku baada ya nyingine Kristo hmm. hajachoka amebaki kuwa kuhani wetu mkuu, akituombea hmm. siku baada ya nyingine, ili tukaweze kuwa wenye haki na tukaweze kukubalika mbele za Mungu. Ni Yesu peke yake hmm. anayetupatia haki ile, hakuna mwingine na hata kuwepo hmm. Basi tunapoingia katika sehemu hii ya Zaburi, sehemu ambayo ni ya kwanza Namkaribisha mwalimu wetu Dennis akaweze kutuambia juu ya mlima Zayuni kuna nini? Aa, wakati jambo hili ama swali hili ama unapoona mlima Zayuni. mlima Zayuni. mafikira yetu unayapeleka katika amri kumi za Mungu. mm. Na leo tunataka tuangalie Zayuni hii. Mm. Imebeba nini amri kumi peke yake, mm -hmm. ama kuna mengine pia yako hapo okay. na tunaona katika Ufunuo kumi na nne mm. ambapo inazungumzia kuhusu malaika wa Mungu jinsi wanavyoonekana mm. wakipeleka ujumbe huu mm. na katika huu mlima wa Zayuni jinsi tunavyoelewa ni kwamba ni sehemu ambayo Musa mm -hmm. alipewa sheria zile kumi mm. na Daudi kwa mtazamio wake mm -hmm. anauona mlima huu wa Zayuni kwa njia gani? mm -hmm. na katika Daudi mm. anapoutazama ule mji ama ule mlima mm. wa Sayuni mm. anautazamia kama ni mahali pa takatifu mm. Yes. Ambapo mm. tunaona Kristo mm -hmm. amesimama katika mlima ule na pia ukiangalia mlima ule mm. Musa ndiye aliyekubaliwa kufika katika mlima ule mm. wana wa, wa Israeli hawakufanya nini? waliambiwa wafanye nini? wasifike was, was, wasubirie. mm. na mbona inakuwa Musa, ndiye anayefika katika mlima ule bali mm. wana wa Israeli awafanye nini? Hawafiki. jambo la kwanza tunaona Mungu akimtambulisha Musa kama mtu aliyekuwa mpole, mm. mnyenyekevu kabisa, na pia tunaona Musa mm -hmm. alikuwa mtamu Je, Waisraeli wao walikuwa vipi? Ndio maana hawakufika mahali hapa mm. jambo la kwanza Waisraeli hawakuwa mm. wastahimili mm. yes, walikuwa watu wa kukata tamaa haraka mm. kando na hilo, pia tunawaona mm. Musa anapokuwa katika mlima ule, wanashindwa kumsubiria mm. wanatengeneza miungu yao mm. kwa hivyo yes. hawa hawangeweza kufika katika ule mlima, kwa kuwa mlima ule ulikuwa mlima mtakatifu mm. na Daudi mm -hmm anapouliza hili swali, uliza hili swali mm. ama anapozungumzia kuhusu mlima huu mm. mm. mm. wa Sinai anaozungumzia kwa mtazamo wa Kristo, si mtazamo wa kimwanadamu mm. mtazamo wa Kristo mm. mm. na kwa ufunuo pia inajibu swali la Daudi mm. sana katika patakatifu tunaweza pia kuwepo mm -hmm. Pale kwa sababu ya haki okay. Ya nani? yeah, ya mwana kondoo ndio itakao tufanya na sisi pia tufanye nini? Tusimame mahala na Mungu amesimamishwa juu ya mlima ule mm -hmm. wa Sayuni okay. mm -hmm. Kwa hivyo mlima huu wa Sayuni mm -hmm. kando na kubeba hagano ya mwanadamu tutu, ambayo ilikuwa ni sheria kumi mm -hmm. ni mahali ambapo Mungu mwenyewe amesimama mm -hmm. na wanaosimama pale ni wenye hali. Hali. Hali. Hmm. Asante Mwalimu Dennis, tumeshuka katika ule mlima Sayuni, hmm. tunapokuwa pale tunajua ni wenye haki, hmm. Je, sheria mioyoni mwetu mwalimu? hmm. mambo leo sheria mioyoni mwetu hmm. inafanya nini, kama ni sheria gani ama ni ngapi? Asante sana Mwalimu Eva, hatujashuka bado. Hatuja tuko katika mlima Sayuni, katika fungu letu la kukariri tumeona ya kwamba Eh, wale ambao walikuwa wamesimama wa na mwana kondoo katika ule mlima Sayuni mm -hmm. kuna tabia ambayo walikuwa nayo mm -hmm. jina la na baba na, mwana na, mwana na mwana. jina la mwana kondoo mm -hmm. limeandikwa katika kipaji cha uso, uso. Sasa hii ndio kitu ambayo tunataka kuangalia kwa sasa ni kwamba mm -hmm. jina linamaanisha mm -hmm. eh, tabia halimaanishi mm -hmm. tu ku, ku, ku, kutambulisha mm -hmm. kwamba wewe ni mwalimu Eva linamaanisha mm -hmm. pia tabia tukisema kwamba Eva akona jina nzuri mm. tunamaanisha kwamba Eva mm -hmm. akona tabia nzuri, mm -hmm. tabia nzuri. Mm -hmm. sasa tunaposema kwamba wale ambao walikuwa wamesimama katika mlima Sayuni na mwana kondoo wakona jina ambalo limeandikwa katika vipaji vya uso yaani tunasema kwa lugha nyingine ni kwamba mm -hmm. ni tabia ya Mungu yes, tabia. na tabia ya Mungu ni gani? ya upendo mm -hmm. ya, ya Mungu ni ya upendo ya ya upole na zaidi ya yote tabia ya Mungu ni sheria ya Mungu Amen. Kwa hivyo tunaona ni kwamba sheria ya Mungu ndiyo ambayo ilikuwa imeandikwa, okay. Na tukisoma katika kitabu cha ja Waibrania mm. kumi mm -hmm. kumi na sita inasema yeah. hivi hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku hile, anena Bwana, nitastia sheria yangu sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao mm -hmm. nitasiandika, ndipo yes. mm -hmm. anenapo Bwana. Alafu fungu la kumi na saba naala anasema hivi, dhambi zao na uasi wao mm -hmm. sitaukumbuka tena kabisa. Sasa tunaona ya kwamba kumbe wale ambao wamesimama katika najua Daudi aliuliza swali mm -hmm. katika Saburi ishirini na nne kulingana, kwa mujibu wa mwalimu Dennis akauliza ni nani atakayesimama simama katika mlima huo. Sasa ndio tunasema ni wana ambao sheria ya Mungu katika nini mioyo yao yes. hii ambayo Mungu alisema atatia sheria yake katika mioyo mioyo yao yeah. hiyo ni agana ambao Mungu anaenda, alikuwa anaenda kufanya na wao yeah. na katika mstari wa kumi na saba naye anasema kwamba wazi wao na dhambi zao mm -hmm. zitafanya nini hili sheria ya Mungu ikawe ndani yangu. mm. ni lazima nisamehewe dhambi da, zangu. yeah. lazima uofu wangu ufanye nini ufutwe ndipo nitakawa, lakini hiyo ni Mungu ameahidi kwamba hata ya yakumbuka tena. Ya tena maofu yetu mm. kwa hivyo tukimkubali mwana kondoo, mm -hmm. kupitia mm -hmm. kwa damu ya mwana kondoo, mm -hmm. dhambi zetu kis kisafishwa, sheria ya Mungu itapia moyoni mwetu, na sisi tutasimama katika mlima Sayuni kwa sheria ya Mungu. Ya ndipo wawe na ile nafasi ya kusimama kusimamsimama, jambo linalonifurahisha katika hiyo yeah. yeah. yeah. aya ya kumi mm. Eh, sura ya kumi aya ya kumi na saba mm. ni kwamba Mungu wetu hicho mm. kitabu cha Waebrania, mm. kumi aya ya kumi na saba mm. ni kwamba Mungu wetu anaposamehe mm. usahau kusahau, mm. yani yale maovu niliyoyatenda kutoka nyuma mm. ikiwa nimeyakiri na nimeomba msamaha mm. Mungu amenisamehe mm. basi amesaulika. Amen. si kama mwanadamu ambapo anakusamee mm -hmm, baada ya siku chache ukirudia kosa mm, anakuambia last time ulinikosea, nikakusamee nika na hii pia <laughs> nikusamee. So anakukumbusha, lakini Mungu wetu atuku, atukumbushi yale maovu akishasamee, amesawa. Amina, asante. Zaburi hii ya tano hmm, Zaburi ya tano hii ambayo Mwalimu Dennis, tunaomba ukaweze kutufafanulia zaidi. Zaburi hii ya tano kuna jambo gani hili ambalo ungetaka tukaweze kulipata sisi siku ya leo? Katika Zaburi hii ya tano kuna mambo mawili ama karakta mbili ziko katika Zaburi hii ya tano. E, ya kwanza e, kuna tofauti kubwa kati ya wale waliopotea na wale ambao waliokombolewa. hmm. hizi ni karakta mbili hmm. Kunao waliopotea na kunao waliokombolewa. Na ao waliopotea mbona wapotee? Kwa sababu hawakukubali zile sheria za Mungu, hawakukubali roho zao ziandikwe sheria ya, ya, ya Mungu. Lakini hawa ambao waliokombolewa wamekubali sheria ya Mungu kuandika katika roho uhum, zao, ndio maana wamekombolewa, na katika hiyo Zaburi tano ambalo ndilo swala kuu linalohusika katika pambano mm. hili kuu ambayo liko katika Ufunuo pia mm. ni kumi, kumi na tatu mm. inataja ibada mara tano na jumbe za malaika watatu kwamba anamcha Mungu na ujumbe wake na ujumbe wa masalio unaumbiwa ulimwengu wote. Kwa hivyo mm. wale waliokombolewa hawajakombolewa tu mm. wakaachia waka hapo wakatulia, wakatulia. Mm. pia wamejukumika kupeleka ujumbe huu ambao tuliona katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne aya ya saba mm. ambapo wana, wako katika juu ya nchi mm. wakipasa sauti mcheni Mungu na kumtukuza yeye, maana saa ya hukumu yake inafanya nini? inafika hivyo anawaonya wa ulimwengu hmm. ili na wao pia wajiunge na yeye katika mahali patakatifu. Na pia waliokombolewa katika Ufunuo kumi na nne hmm. wanasemwa kwamba hawana hila. Hilo ndilo jambo la kwanza hmm. hawana hila kwa, kwa sababu gani? Wamekombolewa, yeah, wamekombolewa. Hivyo jambo linalonifurahisha hapa, nikikombolewa basi sina nini? Una hila. sina hila hmm. iwapo sijakombolewa ila iko ndani yaku mm, ukombozi mm, ni jambo la mwimi mm. Na ukombozi tutaupata kwa njia gani mm? Ni kwa njia ya kutii sheria za Mungu mm, na kuziweka katika mioyo yetu mm, na basi utakapofanya hivyo mm, basi ukombozi utakuwa kwetu amen. Mwalimu, kuna jambo moja katika fungu la kumi na moja, ndio mm, wala ambao wamekombolewa mm. Tumeona watasimama katika mlima Sayuni na watasimama tu mm. uh -huh. Ufungu la kumi na moja litasimama kwamba watafurahia yani, na kurukaruka na kulitangaza yani, watafurahia mm. daima na piga kelele za furaha yeah. Yeah. Yani, inamaanisha ya kwamba wakati umekombolewa mm. Hautanyamaza, ndio, mpaka ulitangaza kina ni ra nitakuwa nimejaa furaha furahaaa. Umejaa furaha, amen. Itabidi uwatangazie wengine ile furaha yako, imefanya nini? Imetoka wapi? okay. Hautanyamaza na jinsi utakatifu. <coughs> <coughs> Hilo ni jambo la kupendeza ya kwamba hawata nyamaza wamekombolewa, mm. wamepokea ile ukombozi mm. na kwa sababu hiyo sheria Mungu iko mioyoni mwao, lazima wamejaa furaha mpaka inabubujika mm. na wataimba, wataruka yeah. na watawaambia wengine, katika mwalimu yeah. mambo leo, hebu yeah. tuambie, wafundishe wakosaji njia yao, utawafundisha wakosaji njia yao. Asante sana mwalimu Eva, ni kwamba tukiangalia katika kitabu cha Isaya sita mm. tukianzia mstari wa kwanza kuendelea yes. mpaka mm. nane tunaona kuna Isaya anaonyeshwa maono mm. yeah. ya mbinguni kama yeah. lile hekalu la mbinguni patakatifu kati pamoja kati yeah. lakini sasa, Yohana anajitambua mm. nasema sasa, mimi mkosaji mm. nimekuaje nikamwona Mungu, si mimi mm. nitakufa mm. kwa sababu tu, tu, tunaposoma katika hiyo Saburi tano tumeona yeah. nne anasema yes. ya kwamba uofu aukai kwako. Sasa ah, sasa, Isaya anashangaa kwamba sasa mimi mtu muofu nimenamunu, lakini sasa tunaona kerubi mmoja mm -hmm. anachukua kaa la moto na mm -hmm. anamtakaza yes. e, anamtakaza punda tu. Isaya anapotakazwa yes. anakubali, anakubali. Mm -hmm. anajibu swali la mm -hmm. Mungu, anauliza sasa ni nani takaye mtuma aende kwa niaba yetu mm -hmm. sasa Isaya anasema mimi hapa nifanye nini? Nitume. Nitume. Anapogundua kwamba dhambi zake zimetakaswa, zimesamehewa si, si mm -hmm. Anakubali mm -hmm. paka tuangalie katika kitabu cha hiyo uh, Saburi hamsini na moja mm -hmm. tukiangalia fungu la saba yes. Saburi anasema hivi Mm -hmm. Unisafishe kwa hisobu mm -hmm. nami nitakuwa safi. yes. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. The sasa, hii ni ombi la Daudi. Daudi anamwomba Mungu, vile vile Isaya aliona na yeye, mm -hmm. mm -hmm. ee, pia anajitambua kama mwenye dhambi mm -hmm. na anamwomba Mungu kwamba nisafishe, nisafishe nikuwe mweupe kama theluji. The sasa anaposafishwa ndio, mm -hmm. fungu la kumi na mbili la kumi na tatu anasema mm -hmm nitawafundisha wakosaji njia zako. Yes. Unaona sasa. Yes. Kumbuka kichwa chetu kilikuwa kinasema, e, wafundisha mm. wakosaji njia zako, zako. Sasa ni pale tu atakaposafishwa mm -hmm. E, Daudi anasema nikisafishwa, mm. nitawafundisha wakosaji njia zako. Okay. na wenye dhambi watarejea kwako. Amen. Alafu mstari wa kumi na tano anasema mm. Hey, Bwana Uifumbue midomo yangu na kinywa changu zinanena sifa zako. Yes. Ndio. Yaani, maana tumesema ya kwamba katika Zaburi sasa tumejichunguza ya kwamba wakati tumesamehewa dhambi zetu, mm -hmm. dhambi zetu zimesafishwa zikumbukwe. Yes. tumepata uh, ujasiri wa kusimama katika mlima Sayuni. Ndio, tutazitangaza fadhili za Mungu. Amina. tutawafundisha watu wakosaji tutawaonyeza wa, tuta dhambi zao. Mm. Wewe hautakuwa na ujasiri wa kumwendea mtu kumwambia wewe hapa ni makosa, kama wewe mwenyewe pia unanimtenda makosa madhambi, lakini utakapokuwa umesafishwa wewe unajua hauna hila mm. midomo yako haineni mabaya mm. midomo yako hauneni uongo yes. wewe utakuwa na ujasiri wa kumwendea yes, mtu na kuwafundisha njia, na katika hiyo ya mwisho umesema mm, ya kwamba Bwana, ifumbue kinywa changu yaani ni kama ombi. yes. Utakapo tusafisha tu, tu, tu utakapo turuhusu tukasimame tu pale na mwana kondoo, mm. fungua kinywa chetu tuweze kueneza nini, injili ile ambayo tumeachiwa. Kama asante mwalimu mambo leo, kwa sababu unapokombolewa mm. umekuwa mteule. Unapokombolewa una jukumu, hautakombolewa na utake kuingia katika mlima Sayuni peke yako ungetaka up. na wengine yeah, waingie pamoja nawe. Mwalimu mm. Dennis, una jambo katika sehemu ile kabla tumalize? mm. jambo ningependa kuongezea kwamba mm. hao walioteuliwa kuwafundisha wengine njia ya Kristo mm. ni wale ambao wamekombolewa, jambo la kwanza mm. ni wale ambao wamesamewa dhambi zao. Tumemwona Isaia katika kitabu cha Isaia sita mm. anajiona kuwa mwenye dhambi lakini Kristo anapomtakasa ndipo anakuja kutambua kwamba Mungu ananihitaji na amenisamia dhambi zangu ili nipate kumtumikia. The same to Daudi, naye pia anavyomwomba Mungu amsaidie na Mungu anamwonekania. Tunaona Daudi akisema kwa, akiomba kwamba afundishwe na aonyeshwe na sauti yake ipate kusikika. Kwa nini? Kwa, kwa, kwa mataifa yote. Kwa hivyo pia nasi tulio ulimwengu huu, iwapo tutakiri, tutatubu dhambi zetu hmm. na Kristo atatusamehe dhambi zetu hmm. basi ni wajibu wetu pia nasi kuwaonyesha wengine hmm. njia ya nani? Ya, Mungu. ya Kristo hiyo, hmm. Amen. Ndiyo njia peke yake tunayoitegemea hmm. na ndio njia ambayo itatupa wokovu. Amen. Basi asante mwalimu Denis kwa ajili ya hilo. Mtazamaji hmm. wangu na msikilizaji wangu, jambo ambalo linaibuka hapa vizuri ni kwamba dhambi huleta tu aibu hmm. dhambi huleta tu mtu kutosikia kusimama na kusema lolote hmm. lakini upendo wa Mungu na msamaha wa Mungu hmm. na huruma ya Mungu hutupatia ujasiri wa kuweza kupeleka Injili kukumijia kwa wengine, tuwe watu ambao tuko tayari kuomba msamaha tukaweze kusamehewa tukaweze kukombolewa na tukaweze kupelekea wengine ukweli wa Mungu na rehema ya Mungu. Kwa hayo machache, msikilizaji wangu, ubarikiwe na uwe nasi tena kwa kipindi ambacho kinafuata. Tunaomba tuwaage tukifunga kipindi hicho, masaa haya tutafunga kwa ombi. Naomba tuombe, tunaomba Mungu wetu na Baba yetu ambaye umtakatifu na umtukufu na umetukuka mno, tuko mbele zako masaa haya tukiomba kupitia huruma zako na rehema zako, utusamehe, ututakase, ndipo tukaweze kuwa na ujasiri wa kupeleka Injili kwa wengi ambao hawaja kujua Tuongoze tangu sasa hadi Yesu utakaporudi mara ya pili. Ni katika jina takatifu la Yesu tumeomba na atakuamini. Amen, amen. Mtazamaji wangu ubarikiwe. Na kwa